Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuja ndani ya jimbo la Segerea kuomba kura, aliwaahidi kwamba ndani ya siku mia moja watapata maji safi na salama. Uongo kweli? ni kuombe mheshimiwa waziri, utakapokuja hapa kuongea na wananchi, waeleze wananchi wa kata ya Buguruni, kata yenye wanapiga kura au wakazi wengi, ni lini watapata kuongelea swala la mgao. Mheshimiwa waziri, hawapati maji kabisa kabisa ndani ya kata ya. Lakini mheshimiwa waziri, wamekuja wengine kwa niaba ya wengine kutoka kata ya Vingunguti, wapo wananchi, wananchi wa kata ya Vingunguti, nyosheni mikono kama mpo. Mheshimiwa waziri, unawaona wamekuja, kusikia neno kutoka kwako. Kata ya Vingunguti hawalina mgao kwa sababu mgao sio shida kubwa, mheshimiwa waziri. Kama umewambia watapata mgao mara mbili kwa wiki na wakapata huo mgao, hawawezi kuwa na kelele nyingi, watatulia wakiwa na mgao huko, wanasubiri maji ya masaa ishirini na manne sawa sawa. Lakini wananchi wakati ya Vingunguti hawapati maji kabisa. Mwezi unapita, miezi miwili inapita, mitatu inapita lakini mpaka miezi sita watu hawajaona sura ya maji, mheshimiwa waziri. Lakini wapo wananchi wametoka kata ya Tabata, mpo mpo? Wananchi wa Tabata nyosha mikononi, waone kama waziri awaone. Waliwiti -wali mpo, mheshimiwa waziri? Wote hawa wamekuja kuwakilisha kata kumi na tatu, ni kwa sababu walizani utapita kata kwa kata siku ya leo. Waliposikia ni mkutano mmoja hapa, wakasema wanakuja. Mheshimiwa Waziri, bila kupoteza muda, jimbo la Segerea lina mitaa 61 kata 13, mitaa 61, moja ya jimbo ile ya Segerea. Sio tu kwamba hatupati maji ya mgao, mheshimiwa waziri, hatupati maji kabisa, Mheshimiwa Waziri. Lakini kama unakumbuka Mheshimiwa Waziri, Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sera iliyoko chini ya serikali imemtua mwanamke ndoo kichwani. Mheshimiwa Waziri, maeneo mengine, mimi nimeona kwa macho akina mama awa bebi ndoo kichwani, lakini ndani ya jimbo ile la Segerea, diwani wangu wa kata ya Kinyerezi ameelezea vizuri kabisa hatupati hayo maji, akina mama ndoo bodaboda ili waende kupeleka maji katika familia zao. Mheshimiwa Waziri Aweso, ni kuombe utakapokuja mahali hapa kama alivyosema Mheshimiwa DC, tueleze nini mkakati wa kwako kama serikali, ni lini tunakwenda kupata maji safi na salama kata ya Bonyokwa. Utueleze Mheshimiwa Waziri, kata ambayo ina miezi kumi mpaka hivi naongea na wewe hawajawahi kuona sura ya maji nini unakwenda kuwaeleza mabomba yametandikwa, Mheshimiwa Waziri? Lakini baya zaidi, kila mwisho wa mwezi wanaletewa bili ya maji ambayo hawajawahi kuyaona kwa macho yao. Unaowaona hapa Mheshimiwa Waziri, wengine wamekuja na bili za maji, wakati ndani ya miezi kumi kati ya Bonyokwa hakuna tone la maji linatoka, Mheshimiwa Waziri tunakuja kati ya Kisukuru ni mwezi wa nne na nusu hawajawahi kuona tone la maji, mheshimiwa waziri. Tunakwenda kati ya Kimanga maskini ya Mungu, kati ya Kimanga ni zaidi ya miezi sita, mheshimiwa waziri, hawajawahi kuona tone la maji. Tunakwenda Tabata huko, niwaambie, ni kilio ni kilio ni kilio. Mimi natoka ndani ya kata ya Segerea, kata ya Segerea mheshimiwa waziri na nitashangaa kama kakaangu hayuko hapa kwa maana ya diwani wa kata yetu ya Segerea, kwa sababu yeye anajua na amepiga kelele sana. Maji hakuna kabisa, sio suala la mgao. Mheshimiwa Waziri, hatupati maji kabisa. Ni kuombe utakapokuja mahali hapa tueleze tutegemee nini ndani ya muda mfupi, kwa sababu tuko radhi kukosa umeme, lakini hatuko radhi kukosa maji safi na salama, kwa sababu ma maji ndio uhai wa kila Mtanzania. Yapo maeneo machache sana na kwa mbali yanapataga maji kidogo usiku, tunaambiwa kwamba eti huo ndio mgao. Mheshimiwa waziri, ni hivi, kupata mgao wa maji sio shida. Ukitwambia tunapata maji mara mbili kwa wiki, tunajipanga na kujiandaa kuhifadhi maji ya wiki mbili kwa sababu umetuambia utatuletea maji mara moja kwa wiki, kwa hiyo tunaweka vifaa vya kujaza maji siku saba za wiki. Lakini Mheshimiwa Aweso, hiyo inayoitwa kwamba mgao, jimbo la Segerea hata huo mgao haupo. Uongo kweli. Ukiambiwa kuna mgao Mheshimiwa waziri, inakuwa kama ifuatavyo, kwa mfano leo siku ya Jumamosi ilikuwa ni kata ya Segerea tupate maji utaona maji lakini ikifika saa moja za usiku bomba linaanza kudondosha maji kwa mbali, inapofika saa nne kamili maji hayatoki. Na kwa sababu hiyo, mheshimiwa waziri, akina mama unaowaona hapa wengine wameolewa ni vijana, ndoa zao zimevunjika, kwa sababu kwanza wanatumia muda mrefu sana kwenda kusaka maji sawa sawa, wakirudi nyumbani ni ugomvi, waume zao wanaamini walipoenda kuteka kule maji walikwenda kufanya na mambo mengine. Ndiyo maana mheshimiwa waziri, utakapokuja hapa kutuletea neno, ikikupendeza tuambie, kata ya Segerea mgao wenu wa maji ni kila Jumamosi. Hili mheshimiwa waziri, Jumamosi maji kama hayatoki mheshimiwa, tunakwenda kwenye ofisi za wahusika kuambia maji sisi, lakini mkisema yanatoka siku ya wangu kweli yatoke asubuhi ya saa moja mpaka saa sita za sa usiku, ndo siku inaisha, maji yasitoke ndani ya, ya masaa machache.